Tushirikishane tone la upendo. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika tafakari ya neno la Mungu, sikukuu ya kutabarukiwa kwa basilika la Mtakatifu Yohane Laterano. Leo ni Dominika ya 32 mwaka C wa Kanisa. Katika dominika hii tarehe 9 mwezi wa 11, Mama Kanisa anaadhimisha sikukuu ya kutabarukiwa kwa basilika la Mtakatifu Yohane Laterano. Sikukuu hii yatutafakarisha kuwa sisi sote ni hekalu hai la Roho Mtakatifu, tukiwa kama mawe hai katika mwili wa Kristu, yaani Kanisa. Tuombe neema ya kuwa mashuhuda kweli wa imani yetu, kutenda haki, kudumisha umoja na kusimamia ukweli. Tuliombee kanisa, tumwombee Baba Mtakatifu na viongozi wake wote, ili liendelee kuwa na umoja chini ya mchungaji wetu mmoja, yaani Yesu Kristo. Tuombe nasi sote neema ya kutambua na kuupokea kila siku wito wa utakatifu na upya wa maisha ya kiimani. Katika mwezi huu wa kumi na moja ni mwezi maalum wa kuombea ndugu zetu marehemu wote. Tusali kwa namna ya pekee kuwaombea ndugu zetu wengi waliopoteza maisha katika kipindi hiki, msamaha wa dhambi na wastahilishwe kuuona uso wa Mungu. Tuziombee pia familia zote zilizopoteza wapendwa wao katika kipindi hiki kigumu sana ambacho wanapitia na tuwaombee pia wote waliojeruhiwa na kuumizwa kwa namna mbalimbali, ili Mwenyezi Mungu awajalie uponyaji Masomo yetu katika sikukuu hii, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha nabii Ezekieli sura ya 47 aya ya kwanza hadi ya pili aya 8 hadi ya 9 na aya ya 12. Malaika alinileta mpaka langoni, yaani lango lile lielekeala upande wa mashariki, na tazama huo utukufu wa Mungu wa Israeli ulitokea kwa njia ya mashariki na sauti yake ilikuwa kama mshindo wa maji mengi, nayo nchi iling'aa kwa utukufu wake. Na huo utukufu wa Bwana ukaingia ndani ya nyumba kwa njia ya lango lile lielekealo upande wa mashariki. Kisha roho ikaniinua, ikanichukua mpaka ua wa ndani, na tazama utukufu wa Bwana uliijaza nyumba. Nikasikia sauti ya mmoja ase asemaye nami, itokae katika nyumba hiyo. Na mtu akasimama karibu nami akaniambia, mwanadamu, hapa ni mahali pa kiti changu cha enzi na mahali pa nyayo za miguu yangu nitakapokaa kati ya wana wa Israeli milele. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya tatu aya ya tisa hadi kumi na moja na aya ya kumi na sita hadi kumi na saba. Ninyi ni jengo la Mungu. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa, Mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima naliweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake lakini kila mtu naangalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuuweka isipokuwa ni ule uliokwishwa kuwekwa, yaani Yesu Kristo. Lakini kama mtu akijenga juu ya msingi huo dhahabu au fedha au mawe ya thamani au miti au majani au manyasi, kazi ya kila mtu itakuwa dhahiri maana siku ile itadhihirisha, kwa kuwa yafunuliwa katika moto na ule moto wenyewe utaijaribu kazi ya kila mtu ni ya namna gani. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Kama mtu alikiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la Injili linatoka katika Injili ya Yohane sura ya pili aya ya kumi na tatu hadi ishirini na mbili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohane. Utukufu kwako e Bwana. Pasaka ya Wayahudi ilikuwa karibu, naye Yesu alikwea mpaka Yerusalemu. Akaona pale hekaluni watu waliokuwa wakiuza ng'ombe na kondoo na njiwa na wenye kuvunja fedha wameketi. Akafanya kikoto cha kambaa, akawatoa wote katika hekalu na kondoo na ng'ombe Akamwaga fedha za wenye kuvunja fedha, akazipindua meza zao, akawaambia wale waliokuwa wakiuza njiwa, yaondoeni haya, msiifanye nyumba ya Baba yangu kuwa nyumba ya biashara. Wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa imeandikwa, wivu wa nyumba yako utanila. Basi Wayahudi wakajibu wakamwambia ni ishara gani utonyeshayo kwamba unafanya haya? Yesu akajibu akawaambia, livunjeni hekalu hili, nami katika siku tatu nitalisimamisha. Basi Wayahudi wakasema, hekalu hili lilijengwa katika muda wa miaka 46 nawe utalisimamisha katika siku tatu? Lakini yeye alinena habari za hekalu la mwili wake. Basi alipofufuka katika wafu, wanafunzi wake wakakumbuka ya kuwa alisema hivi, wakaliamini lile andiko na lile neno alilonena Yesu. Neno la Bwana. Sifa kwako e Kristo. Maana yesu Kanisa kuu la Mtakatifu Yohane Laterani ni kanisa kuu la Roma, ni kanisa mama kwa makanisa yote ulimwenguni, ni kanisa kuu la askofu wa Roma, yaani Baba Mtakatifu. Kanisa hili lilianza kujengwa rasmi na mfalme Constantino mnamo mwaka 313 baada ya amri ya Milani iliyojulikana kama the Edict of Milan, amri iliyoruhusu uhuru wa kuabudu kwa dini zote, na hivyo kutambua rasmi Ukristo katika dola ya Roma. Ujenzi huu ulikamilika mnamo mwaka 324. Kanisa hili lilitabarukiwa rasmi na Baba Mtakatifu Silvesta wa kwanza mnamo tarehe 9 mwezi wa kumi na moja mwaka mia tatu ishirini na nne kwa ibada rasmi kama nyumba ya Mungu. Kanisa la Laterani ni alama ya umoja wa Kanisa Katoliki kote duniani kwa kuwa ni kanisa kuu la Papa. Sikukuu hii ina maana kwamba kanisa lote ulimwenguni linashiriki katika umoja wa imani chini ya kichwa cha kanisa, yaani Bwana wetu Yesu Kristo. Baba Mtakatifu ni ishara ya umoja huo hapa duniani. Jambo kubwa na la msingi zaidi katika sikukuu hii ni kwamba hatusherekei tu hekalu kama jengo, bali uwepo halisi na hai wa Mungu kati ya watu wake akitualika sisi sote kama viungo vya hekalu lake, yaani Kristo, kuwa hekalu hai la Roho Mtakatifu. Ni mwaliko wa wito wa utakatifu wa maisha, kuishi kweli imani yetu kiaminifu, ili tuweze kustahilishwa kuingia katika hekalu la mbinguni baada ya maisha yetu ya hapa duniani, kwa maana hapa duniani hatuna mji udumuo, bali twautafuta ule ujao aya ya 14. Somo la kwanza latoa katika kitabu cha nabii Ezekieli, sura ya 47 aya ya kwanza hadi ya pili, aya ya nane hadi ya tisa, na aya ya 12. Nabii Ezekieli aliishi katika kipindi ambapo taifa la Yuda walichukuliwa mateka na kupelekwa utumwani huko Babiloni, kati ya mwaka 597 hadi mwaka 571 kabla ya Kristo. Alikuwa kati ya kundi la watu wa kwanza kupelekwa utumwani Babiloni baada ya mfalme Nebukadnezar kuivamia Yerusalemu mwaka 587. Taifa la Mungu wakiwa utumwani Babiloni walihisi kana kwamba Mungu amewaacha kwa kuwa hekalu lililokuwa ishara ya uwepo wa Mungu katikati yao lilivunjwa na kuharibiwa vibaya, wakapoteza ardhi na kuchukuliwa mateka. Katika somo hili la kwanza ni maono ya nabii Ezekieli akiwa huko utumwani. Sehemu hii ya mwisho kabisa ya kitabu hiki cha nabii Ezekieli inajulikana kama the vision of the new temple, yaani maono juu ya hekalu jipya la Mungu, ambapo nabii anaona maji yakitoka chini ya kizingiti cha hekalu na kila mahali maji hayo yalipopita panapata uhai. Maji haya yanayotoka hekaluni ni ishara ya neema na uzima mpya unaotoka kwa Mungu. Maji hayo yanapita jangwani, yanapita baharini, na kila mahali yanapopita panapata uhai. Ni mfano wa Roho Mtakatifu anayefanya tena upya kila kitu hapa duniani. Kwetu sisi hekalo hili ni mfano wa kanisa la Kristo, ambapo maji ya neema, sakramenti, neno la Mungu, matendo ya upendo, haki amani yanamiminwa kwa ulimwengu mzima. Ni roho huyo huyo anayetufanya sisi kuwa hekalu jipya na hai la Mungu. Somo la injili linatoka katika injili ya Yohane sura ya pili aya ya 13 hadi 22. Katika somo la injili takatifu Bwana wetu Yesu Kristo anaingia hekaluni na kuwafukuza watu waliokuwa wakifanya biashara ndani ya hekalu, wakisema, msifanye nyumba ya baba yangu kuwa soko. Hapa wanafunzi wake wanakumbuka maneno, wivu wa nyumba yako umenila. Yesu akaongeza, libomoeni hekalu nami nitalijenga tena baada ya siku tatu, akimaanisha mwili wake Kristu. Katika injili hii anaonyesha wazi kuwa hekalu la kweli si jengo, bali ni yeye mwenyewe. Kwa njia ya mateso, kifo na ufufuo wake siku ya tatu, mwili wake unakuwa hekalu jipya la Mungu, utimilifu wa maono ya Nabii Ezekieli kama tulivyosoma katika somo la kwanza. Ni katika hekalu hili zinamotoka chemchemi za neema zote kwa ajili ya uhai na uzima wa roho zetu. Hivyo, ibada ya kweli si tena katika hekalu lililojengwa kwa mawe, bali ni katika moyo wa mwanadamu anayealikwa sasa kumwabudu Mungu katika roho na katika kweli kumbe ni mwaliko wa kutakaswa kama Kristu anavyolitakasa hekalu, kuondoa mambo yote yanayochafua mioyo yetu, hekalu anamokaa Roho Mtakatifu, hekalu anapokaa Mungu wetu. Somo la pili ni waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya tatu aya tisa hadi kumi na moja na aya kumi na sita hadi kumi na saba. Katika somo hili la pili Mtume Paulo anawasihi Wakorinto wa Korinto na anatuasa sisi sote kwamba ninyi ni jengo la Mungu ninyi ni hekalu la Mungu na Roho Mtakatifu anakaa ndani yenu. Mtume Paulo anatufundisha kuwa waamini ndilo hekalu hai la Mungu. Kristu ndiye msingi wa hekalu hilo na hakuna msingi mwingine. Atakaye haribu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu. Hapa akisisitiza utakatifu wa maisha ya kila Mkristu. Kumbe tunapaswa kweli kuheshimu miili na roho zetu kwa sababu roho Mtakatifu anakaa ndani mwetu. Kanisa siyo jengo pekee, bali ni jumuiya ya watu wa Mungu waliounganishwa katika Kristo. Kumbe tunapaswa kujenga maisha yetu juu ya msingi wa Kristo, siyo juu ya kiburi cha mali, siyo juu ya kiburi cha madaraka, siyo juu ya kiburi cha mamlaka, utajiri ama fedha. Ndugu mpendwa, katika masomo yetu yote katika sikukuu hii tuna mafundisho manne ya kujifunza. Fundisho la kwanza: Kristu ndiye msingi wa maisha ya kila Mkristu. Ndugu mpendwa, wa sikukuu hii ya kutabarukiwa kwa basilika ya Mtakatifu Yohane Laterani inatupa fundisho kubwa na msingi kwamba Kristu ndiye msingi wa maisha ya kila Mkristu. Maisha ya kila Mkristu katika nyanja zote za maisha ni lazima yajengeke juu ya Kristu mwenyewe. Tunapojenga nyumba yetu juu ya mwamba imara ambaye ndiye Kristu, tuna uhakika wa kubaki salama itokeapo dhoruba, uvumapo upepo mkali, yatokeapo matetemeko, yatokeapo mafuriko, tuna imani nyumba yetu itabaki salama. Imani yetu yapaswa kujengeka juu ya Kristu. Kuna nyakati nyingi tutakutana na majaribu makubwa yatakayotuachia maswali mengi, kama ilivyokuwa kwa taifa la Israeli wakiwa utumwani, kwamba je, Mungu ametuacha? Je, Mungu ametusahau? Kwa nyakati itakuja misiba, itakuja manyanyaso ya kila namna, itakuja dhuluma, utakuja uonevu, visasi, chuki katika safari yetu ya maisha. Tutakutana na mambo haya. Imani yetu itajaribiwa kama vile dhahabu inavyopitishwa katika tanuru ya moto mkali, ili iwe imara na thabiti zaidi na kuthibitishwa thamani yake. Kuna nyakati ndoa yako itapita katika dhoruba kubwa. Kuna nyakati familia zitapita katika nyakati za miiba na maumivu makali. Kuna nyakati nyoyo zetu zitachomwa kwa upanga. Kuna nyakati mahusiano yetu yatavurugika. Maisha yetu yamejengeka wapi? Kama ni fedha zitapotea, kama ni cheo kitaisha, kama ni mamlaka zitaanguka, lakini Kristu anaishi milele. Tuombe neema ya kujengeka juu ya Kristu. Tuna uhakika wa kuishi milele licha ya yote ambayo tutakutana nayo katika safari yetu ya maisha. Mambo yote ya ulimwengu huu yasitupe kiburi tukasahau ulipo msingi hai na lengo la maisha yetu hapa duniani. Fundisho la pili: sisi sote ni hekalu hai la Mungu. Sikukuu hii tunayoadhimisha inatukumbusha kuwa hekalu siyo jengo pekee, bali hekalu ni mioyo yetu. Katika agano la Kale, Wayahudi waliamini kwamba Mungu aliishi ndani ya hekalu katika patakatifu pa patakatifu. Baada ya hekalu kuvunjwa, walifikiri Mungu aliondoka katikati yao. Nabii Ezekieli anapata maono juu ya hekalu jipya ambalo ndiye Bwana wetu Yesu Kristo. Sisi sote kwa njia ya ubatizo, nasi tunakuwa mawe hai katika hekalu hili la Mungu. Ndugu mpendwa, katika maisha yetu ya kila siku tuna utaratibu wa kusafisha nyumba zetu tunafagia vema na kuhakikisha nyumba ipo safi ya wakati wote, ila pia kuna wakati tunafanya ukarabati. Pengine kuna sehemu inavuja au rangi imepauka, kuna sehemu pengine ina nyufa au vioo vimepasuka, au hata baadhi ya vifaa vimechakaa, vinahitaji pengine kubadilishwa ili tupate vifaa vipya. Tuna jicho la haraka la kuona hitaji la kukarabati nyumba zetu na wakati wote kuziona zikiwa zimeng'aa na kupendeza. Je, ni mara ngapi hili linakuwa hitaji langu la kiroho? Ni mara ngapi hili linakuwa hitaji letu la kiroho? Ni mara ngapi tunakumbuka kufanya renovation ya roho zetu? Ni mara ngapi naona hapa, kweli, nahitaji sabuni kali niondoe huu uchafu na vilema vyangu vya dhambi katika roho yangu? Tunaalikwa kila siku kuona hitaji la kujitakasa kwa njia ya sakramenti ya kitubio ni mara ngapi nasema, kwa kweli, ili dirisha ni dogo, hebu nilivunje, niweke dirisha kubwa, ili hewa safi ingie ndani mwangu. Niruhusu neno la Mungu liingie, niruhusu neema ya Mungu ifanye kazi ndani mwangu, niruhusu mawazo na mitazamo ya wengine nipokee, ushauri nipokee, marekebisho kutoka kwa watu wengine, nione mazuri pia ya watu wengine. Mara ngapi nasema, huu mlango pengine wa roho yangu, kwa kweli, napaswa niuache wazi ili majirani maskini wajane wazee wasiojiweza wapate chakula ndani ya nyumba yangu. Wapate hifadhi ndani ya nyumba yangu. Mara ngapi nasema kwa kweli huu kuta nilioujenga mimi na jirani yangu napaswa kuuvunja na niweke njia, nijenge daraja ili tuweze kuonana, tuweze kuzungumza, tuweze kukaa pamoja, tuweze kufanya maridhiano, tuweze kusameheana, tuweze kuhurumiana na kuanza maisha mapya tena. Mara ngapi nimekuwa tayari kukarabati mahusiano yaliyovunjika, pengine kuziba nyufa zote za utengano kati yangu na Mungu na kati yangu na wengine? Ndugu mpendwa, tumebatizwa, tumefanywa hekalu hai la Mungu. Sikukuu hii kama nilivyosema pale mwanzo, haihusiani pengine sana na na hekalu kama jengo. Inahusu hasa maisha yetu ya kila siku, sisi ambao ni mawe hai tunaojengeka katika hii nyumba katika hili hekalu ambalo ni mwili wa Kristo, maisha yetu yanapaswa kweli kuwa hekalu lililo hai, kuwa chanzo cha uhai wa kiroho na kimwili katika ndani yetu sisi wenyewe, lakini pia tuwe chanzo cha uhai wa kiroho na kimwili kwa watu wengine. Fundisho la tatu: kanisa ni chemchemi ya uzima wa milele. Nabii Ezekieli katika somo la kwanza anaona maji yakitoka chini ya kizingiti cha hekalu, na kila mahali maji hayo yalipopita panapata uhai. Maji hayo yanayotoka hekaluni ni ishara ya neema na uzima mpya unaotoka kwa Mungu. Maji hayo yanapita jangwani, baharini na kila mahali yanapopita panapata uhai. Ni mfano wa roho Mtakatifu anayefanya tena yote upya ndani mwetu. Ndugu mpendwa, kanisa ni chanzo cha neema zote za Mungu kwa njia ya sakramenti mbalimbali mbali tunazopokea ili neema hizi zitufae na zituletee uzima ndani mwetu, ni wajibu wetu kuwa tayari kila mara kuzipokea. Kwa njia ya ubatizo, sisi sote tunazaliwa upya, utu wetu wa kale, yaani maisha ya dhambi, unapotea nasi tunavishwa tena utu mpya, yaani maisha mapya ndani ya Kristu. Kwa njia ya sakramenti ya Ekaristi Takatifu tunapokea uzima wa roho zetu tunapata nguvu ya kuendelea mbele katika safari yetu ya kuelekea uzima wa milele . Ekaristi takatifu inatuunganisha sote, kila tunaposhiriki mkate mmoja na kikombe kimoja, tunakuwa familia moja. Ekaristi takatifu inatupa nguvu ya kujitoa sadaka, kutoa maisha yetu kwa ajili ya kuleta uhai, kuleta furaha, kuleta uzima kwa watu wengine. Kwa sakramenti ya kitubio tunatakaswa dhambi na udhaifu wetu tunapata nafasi ya kusafisha mioyo yetu, na Roho Mtakatifu anaishi daima ndani mwetu. Kumbe sikukuu hii inatukumbusha utayari wetu wa kushiriki uzima wa kimungu unaotufikia sisi kwa njia ya Mama Kanisa Mtakatifu kutoka kwa Kristu aliye kichwa cha hekalo lake. Kila alipopita maji palipata uponyaji. Tunamwomba Kristu atuongezee imani thabiti, ili kweli tupate uponyaji kila tunaposhiriki neema hizi tupewazo bure kabisa na Kristu kupitia mama kanisa mtakatifu, tunaombea familia zetu uponyaji, tunaombea taifa letu uponyaji, tunaombea dunia yote uponyaji. Tunamwomba Roho Mtakatifu aliye katikati yetu ayafanye mambo yote kuwa mapya. Fundisho la mwisho, sikukuu hii ni ishara ya umoja wa waamini na alama ya kanisa. Kanisa hili la Laterani ni mama wa makanisa yote ulimwenguni, kwa kuwa ni kanisa kuu la Papa. Sikukuu hii ina maana kwamba kanisa lote ulimwenguni linashiriki katika umoja wa imani chini ya Kristu aliye kichwa cha kanisa. Baba Mtakatifu ni ishara ya umoja huo hapa duniani. Ndugu mpendwa, wa sikukuu hii inatukumbusha sisi sote wajibu na wito wetu wa kuwa na umoja licha ya tofauti zetu za kidini, za makabila, za lugha na taifa. Kanisa ni muunganiko wa mawe mengi yaliyoshikilia ukuta mmoja, na mawe hayo ndiyo sisi waamini, ambao kwa umoja wetu tunashiriki katika kuujenga mwili wa Kristo. Ingawa tupo wengi, tunajengwa sote juu ya msingi mmoja, yaani Kristo. Katika umoja huo, kila mmoja anaalikwa kweli kuwa jiwe la haki, kuwa jiwe la amani, kuwa jiwe la upendo, kuwa jiwe la umoja mshikamano msamaha, wema, upatanisho, huruma na tunu zote za Kikristu. Je, mimi ni jiwe la namna gani? Wewe ni jiwe la namna gani katika familia yako, katika jumuia ya yangu kama padre, katika jamii yetu, katika sehemu yangu ya kazi? Kila mmoja apate nafasi ya kujiuliza leo, mimi ni jiwe la namna gani na nashiriki kwa namna gani katika kujenga mwili wa Kristu. Yani, kanisa tuliombee, kanisa tumwombee Baba Mtakatifu wetu Leo wa 14 ili yaendelee kuwa ishara ya umoja wa kanisa lote ulimwenguni. Tuombee umoja pia kati yetu, tuombee viongozi wote wa serikali ili wawe kioo na mfano wa kuongoza watu kwa haki iliyo msingi wa umoja na mshikamano aliouacha Kristu, kati ya kanisa na taifa lake lote, katika sala yake ya kikuhani aliyomuomba Baba kwamba sisi sote tuwe na umoja kama yeye pamoja na Baba na Roho Mtakatifu walivyo na umoja. Ni umoja unaojengwa kwa upendo na toba. Hatuwezi kuwa na umoja kama hatuna moyo wa msamaha, kama hatuna utayari wa kutenda haki, kama hatuna moyo wa huruma, kama hatuna moyo wa uvumilivu na unyenyekevu. Tumwombe Mungu akae daima katikati yetu ili umoja wetu udumu. Umoja hauondoi tofauti. Kila jiwe katika ukuta ni tofauti kwa umbo. Lakini yote yanaunda jengo moja. Ni wito wa kupokeana sote katika tofauti zetu, katika mazuri na katika madhaifu yetu. Makabila, dini, tamaduni zetu, lugha zisifanye tukavunja umoja wetu bali zitusaidie katika kupokeana, kuchukuliana kwa upendo na upole, na kushirikiana kujenga jengo moja ndio uzuri wa Kanisa ulimwenguni kote. Katika sikukuu hii, ndugu mpendwa, tuendelee kuomba huruma ya Mungu ili kila mmoja wetu atambue kila mara hitaji na wito la kuutafuta utakatifu. Tumwombe Roho Mtakatifu atusaidie ili kila mmoja wetu awe kweli jiwe hai katika kuujenga mwili wa Kristu, yaani Kanisa, zinavyotoka chemchemi zote za kimungu zitufaazo sisi kuupata uzima wa milele. Ninawatakia nyote Sikukuu njema ya kutabarukiwa kwa basilika ya mtakatifu Yohane Laterano. Niliyowaletea tafakari hii ni mimi Padre Bonaventura Maro, misionari wa shirika la damu takatifu ya Yesu. tushirikishane tone la upendo.